Mungu alisema nini katika Hosea sura ya sita? Tumkubali Bwana, tukaze kumkubali yeye. Ikiwa wangeelewa unabii wa Isaya sura ya tisa ipasavyo, je, wasingeweza kuamini kwamba hakika Mungu angekuja katika dunia hii katika mwili? Walakini, licha ya unabii, walikataa mafundisho yote ya Yesu. Tuangalie Yohana sura ya kumi mstari wa ishirini na saba Hili ni fundisho kutoka Yohana sura ya kumi mstari wa ishirini na saba Kondoo wangu huisikia sauti yangu, nami nawajua, nao hunifuata, nami ninawapa uzima wa milele, hawataangamia kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya kutoka mikono yangu. Baba yangu aliyenipa hawa ni mkuu kuliko wote na hakuna awezaye kuwapokonya kutoka mikononi mwake. Maneno haya yalinenwa na Yesu sivyo? Ijapokuwa alikuja hapa duniani kama mwana kutuongoza na kutufundisha jukumu la watoto wa mbinguni, yeye ni nani kimsingi? Yeye ni Mungu Baba. Mimi na Baba yangu tu umoja. Mstari wa 31, kwa mara nyingine Wayahudi wakainua mawe ili wampige nayo. Walijaribu kumpiga mawe nani? Walimwabudu Mungu kwa muda mrefu kama miaka elfu moja na mia tano tangu wakati wa Mose na kwa takribani miaka elfu nne tangu Adamu walimfanya nini Mungu huyo? Waliokota mawe ili kumpiga. Je, haikuwa kwa sababu Mungu alikuja katika umbo la mwanadamu hivi kwamba walimtendea kikatili sana? Tuangalie mstari wa 31 tena. Kwa mara nyingine Wayahudi wakainua mawe ili wampige nayo, lakini Yesu akawaambia, nimewaonyesha miujiza mingi mikubwa kutoka kwa Baba yangu. Ni ipi katika hiyo mnataka kunipiga mawe? Wayahudi wakamjibu, hatukupigi mawe kwa sababu ya mambo mema uliyotenda, bali ni kwa kuwa umekufuru.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 Tunaweza kuona kwamba walijaribu kumpiga mawe Mungu ambaye walidai kumheshimu katika kila kanuni na wakati wa kila ibada. Walifikiri anafanya matendo mema na kuwasaidia maskini, yote anayoyafanya ni mazuri, walakini Mungu anawezaje kuwa mwanadamu? Hili lilisababisha Wayahudi, Mafarisayo na walimu wa sheria kujaribu kumpiga mawe Yesu, Mungu aliyekuja katika umbo la mwanadamu. Wale waliodai kumtumikia Mungu walimtendea kwa namna hii. Je, kulikuwa na mtu yeyote aliyemtambua Mungu? Ndiyo, kulikuwa na baadhi. Je, watu kama Petro, Yohana na Yakobo hawakumheshimu na kumtumikia Yesu kama Mungu, wakijifunza na kufuata mafundisho yake? Walakini nia iliyokita mizizi ya viongozi wa dini wa wakati huo ikawa sababu ya kumkataa Mungu aliyekuja katika dunia hii katika mwili. Ndiyo maana imeandikwa katika Isaya sura ya nane atakuwa jiwe lile linalosababisha watu kujikwaa na mwamba wa kuwaangusha. Kwa hiyo ni muhimu kwetu kuendelea kumjua Mungu eh.